Assalamu alaikum na karibu no katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania leo ni tarehe saba ya mwezi wa sita mwaka 2025. Unaungana nasi tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele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 bidhaa zako mbalimbali ambazo mba unazihitaji kwa mawasiliano zaidi na themat supermarket piga simu namba 77967 Gazeti Habari Leo katika ukurasa wake wa mbele, ya habari iliyopewa kipaumbele ni kidato cha tano juu, sababu za tajwa, laki mbili elfu kumi na nne wachaguliwa. TAMISEMI yaonya hakuna kubadilisha shule, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Wafungwa mia moja ishirini na sita kunufaika na msamaha wa parole. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Bodi ya mikopo kufungua dirisha Juni kumi na tano. Habari katika ukurasa wa saba. Wageni wakutwa na biashara haramu Kariakoo. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Samia amlilia Lungu wa Zambia. Habari katika ukurasa wa tatu. Mofti atoa wito wa amani uchaguzi mkuu. Habari katika ukurasa wa pili jana wataka Muhimbili kujenga mifumo imara ya utendaji habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandikwa gazeti Habari Leo, kujili la habari Tanzania pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, na leo gazeti Mwananchi lenye habari leo pake pombele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Kibano Kariakoo, msako wa Wachina waliogeuza kichaka cha upigaji 135 wabainika kuwepo kinyemela, wazawa wasaidia kupiga dili wapo wengine kutoka nchi saba habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili, gazeti hili likiandika mia moja themanini na tatu idadi ya raia wa kigeni waliobainika kufanya biashara kwenye eneo la kereko kinyume cha sheria, kati yao asilimia sabini na tatu nukta saba ni wa China dili na wazawa ripoti hiyo iliyowasilishwa kwa waziri wa viwanda na biashara Dr Suleiman Jafo imebaini uwapo wa wazawa wanaotumika katika kufanikisha upigaji wa wageni hao kwa namna ambayo imefanya kamati ije na mapendekezo nukuu. Katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya Suleiman Jafo ikisema, nitajitahidi nipeleke sheria hii kwa hati ya dharura kama muda utaruhusu bungeni kwa kuwa bunge lililopo sasa si la kupitisha miswada, lakini kwa hali ya tathmini mliotoa baada ya ukaguzi wenu naona kuna haja ya kuiharakisha ili ifikapo Julai ianze ia kutumika. ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa nne. Wanafunzi laki mbili elfu kumi na nane mia moja arobaini na moja waula kidato cha tano vyuo habari weni kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Familia mat Wadoa kauli uchunguzi wa daktari habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Simulizi ya mafisi da yanavyoacha vilio kupiga pesa habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili. Hii ikiwa ni ripoti maalum. Lakini pia gazeti hili imeandika Trump, Elon Musk wanyukana. Hisa za shuka Marekani habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Baada ya kuwa pamoja kwa muda, rais wa sasa wa Marekani Donald Trump na soiba wake Elon Musk wameingia kwenye mzozo ndani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Lema adai kuzuia mpakani kusafiri, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti Nipashe Mwanga, Jamhuri nalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni chauba ya Ethiopia, pia kijembe cha Chadema kuhusu uchaguzi, hii ya Tanga kikwazo maendeleo, makala ataka wananchi kuwakataa wachochezi, habari katika ukurasa wa nne pamoja na ukurasa wa tano wa gazeti hili. Ndugu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni kukataa kushiriki uchaguzi kwa maana yoyote, ni kutoa mwanya kwa chama kingine kinachoshiriki hasa chama cha mapinduzi CCM kushinda kwa urahisi, nafasi yake ni kuwasaliti wananchi, hii ni nukuu ya mwalimu. Gazeti hili limeandika nukuu ya makala ikisema, tunalinda amani kwa wivu mkubwa kwa sababu sisi ndio waasisi wa amani ndani wa taifa hili. Katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa nne gazeti limeandika Bakwata ya toa tahadhari nyama ya msaada sikukuu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Bodi yafungua dirisha la mikopo kwa wanafunzi wa vyuo vikuu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Profesa Nombi aeleza miongozo ya uombaji wa mikopo na ruzuku kwa ngazi ya kuanzia stashahada hadi shahada za juu 12, 25, 26, kwa mwaka wa masomo 2025-2026 itaanza kupatikana kwa Kiingereza na Kiswahili katika tovuti ya Wizara na Bodi ya Mikopo ya Elimu ya Juu HESLB undani wa taarifa hini katika ukurasa wa tatu. Wafanyabiashara Kariakoo walia na uhaba wa fedha za kigeni, habari katika ukurasa wa tatu. Tanzania yavunja rekodi ya utalii wa 2024, habari katika ukurasa wa tano. Wanafunzi laki mbili elfu kumi na nne mia moja arobaini wachaguliwa kidato cha tano, vyuo vya ualimu, elimu ufundi, habari katika ukurasa wa saba wa gazeti hili.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 Tulitazame sasa gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na wazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dkt Mwinyi awatakia heri ya sikukuu Waislamu wananchi. Habari katika ukurasa wa pili. Hemedi Id isherekewe kwa kuzingatia maadili. Habari katika ukurasa wa pili. Tumejipanga kuweka amani sikukuu, RPC Shila. Habari katika ukurasa wa pili mtoto wa miaka mitatu wafariki kwa kuzongwa na kamba shingoni, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Waislamu wasisitizwa kuchinja, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Waziri Kombo anadi fursa za uwekezaji Tanzania nchini Kosovo, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. UN yatoa heshima kwa utumishi wake waliokufa kazini, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tisa. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Gazeti Uhuru, ukweli wa kweli daima, ninalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni serikali yatangaza wanafunzi wa form 5 ni pamoja na wale wa vyuo vya ufundi walimu na afya. Waziri Mchengerwa afunguka, asema uchaguzi wa wanafunzi wa kujiunga na kidato cha tano na vyuo umefanyika kwa kuzingatia ufaulu. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili nukuu no inasema, mikoa yahakikishe inakuwa na tahasusi zote za msingi katika shule zake, kwa upunguzia wazazi, walezi, wanafunzi gharama za usafiri kwenda shule za mbali undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili gazeti limeandika, Tanzania ya weka rekodi. Dkt. Biteko asema 2024, idadi ili paa hadi kufikia watu milioni tano laki tatu na sitini na mbili elfu mia mbili arobaini na saba na kuingiza dola bilioni tatu nukta tisa ya watalii. Habari katika ukurasa wa tatu, Dhamira kila kona ya Dar kufikiwa maji safi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano gazeti hili. Profesa Kitila akaribisha maoni ya wawekezaji wafanya biashara. Habari katika ukurasa wa nne, wizara yatakiwa kuimarisha ujenzi wa kiwanda cha mwani. Habari katika ukurasa wa kumi na tano gazeti limeandika Makala amwagiza Aweso kutatua kero ya maji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Katibu wa halmashauri kuu taifa Chama cha Mapinduzi CCM itikadi wenezi mafunzo Amos Makala ameguswa na changamoto undani wa tarfahini katika ukurasa wa tatu. Mitandao isitumike kuwa ndoto za wanawake wanea uongozi habari katika ukurasa wa kumi na saba. Waziri Simba chaweni afichiwa kuhusu walimu wa habari katika ukurasa wa nne, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru Kweli Daima katika ukurasa wake mbele na sasa tukiwekea habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani miongoni mwangu na gazeti mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni camara hamza waibua kipengele mahakama yatoa msimamo wake dabi habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa nane wa gazeti hili yanga sports club yaanza na kiungo mpya diara amaliza utata habari katika ukurasa wa pili siri ya african sports na yanga habari katika ukurasa wa 12 hadi ukurasa wa 13 hii ni exclusive lakini pia gazeti hili imeandika, nyuma ya pazia Bruno ana tamaa man inatamaa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa kumi na tano. Gazeti hili limeandika kufuzu kombe la dunia, leo Jumamosi ni Andora dhidi ya England, mchezo unapigwa saa moja kamili usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele, magazeti ya habari, habari za michezo na burudani, mikononi mwangu. Nalo gazeti Habari Leo lenyewe katika ukurasa wake nyuma limeandika kesi kuzuia Yanga Simba yatupwa, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Yanga yabania ligi ya mabingwa msimu ujao habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Uchaguzi riadha wanukia. Chuchu Hans adaja kikwazo ndoa na rei habari katika ukurasa wa ishirini na moja. Soka ufukweni, wajiza titi na Sekafa habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeonekana gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania na ukurasa wa nyuma gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania. Unakamilisha uchunguzi wa magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.